Sijasikia mee. Ukiwa ndani ya Yesu yote yanawezekana. Kama ujui yanawezekana, usipige makofi. Ukiwa ndani ya Yesu yote yanawezekana. Ukiwa ndani ya Yesu yote yanawezekana. Ndoa yako inawezekana, ya biashara zako zinawezekana, uchumi wako unawezekana, vitu vilivyoharibika vinawezekana kurejea, kwa sababu Yesu ambaye yupo ana uwezo kuliko unavyofikiri na, na ndio maana alipotumwa abani alisema yamekwisha Bwana, yalikwisha yapi? Kwa sababu kuna mambo ambayo ni magumu yasiyowezekana kibinadamu, lakini alikuja mwanaume. Mwanaume akaja kuyashughulikia, na hata aliposhuka kuzimu, akaenda kumshughulikia yule ambaye alikuwa amechukulia maisha yetu. Na ndiyo maana mpaka leo tunasema yote yanawezekana kwa Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi na vigelegele, pigia Yesu makofi na vigelegele. Nina dakika chache, na mimi sionagi shida kutumia dakika chache. Bwana Yesu asifiwe! Mimi dakika chache najua kuzitumia, kwa sababu Roho Mtakatifu ni wa, ni wa wingi pia ni wa uchache. Bwana Yesu asifiwe! Naomba ufungue kitabu cha Luka, Luka sura ya, ya tano kuanzia mstari wa kwanza. Naomba kama mtu amefika anisomea haraka haraka, ili niendelee somo letu. Nasema ukiwa ndani ya Yesu yote yanawezekana, ukiwa ndani ya Yesu yote yanawezekana. Amen, nisomee mtumishi, injili ya Luka Mtakatifu sura ya tano mstari wa kwanza. Ikawa makutano alipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genezeli Rajn saedi akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa lakini, wavuvi wametoka wametoka wa, wanaosha nyavu zao. Akaingia katika kimojawapo, akaingia chombo, akaingia katika chombo ame. Mtumishi, ngoja nisome hapa zaidi eh, nitasoma Luka sura ya, ya tano huo mstari wa kwanza Biblia inasema: Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la wa Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti. Akaona mashua mbili zimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika mashua moja, ndiyo yake Simoni, akamtaka aipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano akiwa katika mashua na alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tuweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofahamu hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia, wakaja wakazijaza mashua zote mbili, hata zikakaribia kuzama. Simoni alipoona hayo alianguka magotini mbele za Yesu akisema, ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na mshangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki. Haleluya! Hebu mpige Yesu makofi na vigelegele. Nimekuambia, ukiwa ndani ya Yesu yote yanawezekana. Haleluya! Kwa nini yanawezekana na kwa nini tunajivunia tuna kwamba tukiwa ndani ya Yesu yote yanawezekana? Kuna vitu vinaweza duniani visiwezekane, kuna watu wanaweza fanya mambo lakini kuna mengine atawashinda, na ndio maana hata suala la uchumi ni suala ambalo linawashinda wengi, Bwana Yesu asiye, linawashinda wengi kwa sababu uwezo wao una mahali unakwama. Haleluya, na ndio maana wewe unayo neema kubwa na unayo bahati kubwa kumwamini Yesu Kristo nini? Kwa sababu ndani yake tunayeweza mambo yote. Na ndio maana wakati anapita mahali, hawa watu jamaa walikuwa na hali mbaya, hawa watu walikuwa kabla Yesu wameingia kwenye ziwa, wamevua tangu ilipoanza saa kumi na mbili, saa moja, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane mpaka kunakusha, hawajapata kitu. Wanasema Yesu, wakati anaendelea na habari za kuhubiri Injili, neema ya Mungu itawazukia walipokuwa anakwenda wakati anatembea amefika kwenye vile ziwa anakuta vyombo viko pale na makutano yako pale, ikabidi aseme sasa, hao watu ni wafanye namna gani? Unanielewa? Na ndio maana la mchungaji amekwambia, toa sadaka ufanyeje, ndio ndiyo maana yake. Sikiliza, walitoa sadaka kwa ajili ya chombo chao, Yesu akaye ndani yake ili aweze kuhubiriwa. Baada ya kumaliza, baraka zimiminike. Haleluya, sijui unanielewa. Na ndio maana Kumbukumbu la Torati nasema, ikiwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako ukatunza maagizo yako yote, ndipo baraka hizi utakapokuijiria. Utakwenda kijijini kwenu, baraka zinakufuata ja mjini, baraka zinakufata. Kwa nini zinakufata? iko sumaku ndani yako inaitwa Yesu Kristo, ndiye ambaye anazifuta. Anasema, huyu ni mwanangu, mimi nimemuumba, mimi amenipokea mimi, lazima abarikiwe. Haleluya, lazima abarikiwe kwa sababu gani? amenibeba mimi. Haleluya. Unajua, wakati mwingine hatuwezi kumwelezea Yesu kulingana na elimu zetu, hatuwezi kuelezea mapana yake kwa jinsi alivyo na ndio maana Petro ali, alikuwa hajamwelewa vizuri. Sasa wakati anatokea, anawaambia wanangu, anamaliza kuhubiri, anawaambia sasa, Petro, nakuambia hivi, tweka mpaka kilindini ukavue samaki. Haleluya. Ha, akamwambia Petro, kwa sababu umenipa mtumbwi wako umekubali kulitii neno langu, ukakubali nikitumia chombo chako. Na mimi sasa nataka nikuonyeshe cha kufanya. Wakati huo anazungumza, anaangalia, hana hela Petro. Maana usiunajua kukoswa, kama hujawahi ukoswa hela ongapi, lishakoswa hela hapa, yaani kama unajua umekoswa hela Alafu shida iko pale pale, watoto wanatakiwa ende shule, unatakiwa ulipie kodi, unajua changamoto ulionayo. Haleluya! Yani unatamani hata itokee, itokee njia mojawapo itoboe sehemu fulani uweze kuingia. Haleluya! Na ndio maana watu wengi leo wanajinyonga kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Haleluya! Lakini wewe usijinyonge kwa sababu ya maisha magumu. Yuko mbinguni Yesu Kristo ambaye alipita kwenye bahari ya Shamu, akaiambia bahari ya chia njia, watu wangu wapite. Na pia hivyo hivyo wana wa Israeli, kuna mahali walitoka nchini Misiri, walipokuwa Mungu amewaambia tunaenda kuimiliki nchi ya ahadi. Lakini kwenye hiyo nchi ya ahadi kuna Wagirigashi, kuna Waperuzi, Waperu, kuna wakina nani wengi hao watu, ili wa, wa Okay. Lazima waondoke ndipo mweze kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza mimi, hata usiponipigia makofi haina shida. Haleluya, najua mbinguni anapiga makofi na kuniamini, ndio maana niko hapa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikuambie, nilishawahi kuambia hivi mimi madamu nimepewa kuhubiri, sihubiri watu, ninatenda kazi ya mbinguni, halafu namwambia Bwana nimeenda nimemaliza kazi yangu na kutubiri wewe. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana makofi yako usipopiga, kuna mbinguni watashangilia. Haleluya hey, malaika nipigie makofi, wamenyamaza watu wako Bwana hey, muongeze makofi yafike mbinguni, piga makofi na vigelegele mengine, piga makofi haleluya. ah, sikiliza nikuambie ndugu yangu, najua huko hapa saa zingine unaona shida kupiga makofi, lakini siku ukiingia kwenye kumi na nane za shetani utatamani upige makofi na shetani, sema leo upigi. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Kwaani wale vile wale walio katika mikono, ukiwaambia piga makofi wanasemaje? wanatamani mikono, shetani kaishakata. Sasa una mikono miwili piga makofi umetulia, kama vile wewe ndio bosi wa mbinguni. Haleluya! <muchos> wewe tunayempigia Yesu mbinguni, ndio anapiga zaidi kwa ajili yake ni kwamba watu wananiangalia mimi. Sikiliza, nikikanyaga kwenye madhabahu, toa kwenye moyo, naitwa Petro, sema ni mtumishi wa Mungu anahubiri neno. Haleluya! ni mtumishi wa Mungu ninahubiri neno. kama utaki kamwambia akupe huduma ya kuhubiri ili uje mahali hapa uhubiri, lakini kwa sababu kila mtu ana cha kwake, na ndio maana nimepewa na jinafasi Mungu mtu wa mbinguni. Haleluya! Sikiliza, Biblia nasema sisi ni wajumbe wa mbinguni. Bwana tunapohubiri kama mahali hapa tunahubiri, Mungu yuko hapa, ananiangalia na malaika wake wananiangalia, na Yesu alipoketi, nimeketi anasema, piga kazi mwanangu, ili uendelee mbele. Na wewe anakuambia mpigie makofi. Piga makofi na vigelegele. Hey, mpigia Yesu makofi, ongea makofi mengi kwa ajili ya Yesu anampenda Petro, Bwana. Petro anamwambia Yesu, Bwana kubwa nimevua samaki tangu siku kucha, sijapata neno. Mungu anasema ya kwamba usitazame historia ya maisha yako yaliyopita. Sikiliza nikuambie, Yesu kama hajakubariki jana, haina maana hata kubariki na leo. Ile kwamba hujatoka leo, haina maana kesho hautatoka ile. Kwamba umezama leo, haina maana hautatoka hapo. Haleluya. Akamwambia, kumbuka neno letu, nasema Yesu anayaweza yote, ndani ya Yesu inawezekana. Wakati ule anamweleza hayo, anamwambia, lakini Petro akasema bwana sema, bwana sema, bwana. Haujaelewa bado sentensi ya Petro. Petro anamwambia Yesu, anamwambia hebu is Petro, tweka mpaka kilindini kavue samaki. Sentensi inayoanza bwana, bwana, Yesu asifi kama ili uelewi maana. Kamuulize yule mama aliyekuwa amepooza miaka thelathini na nane anaambia Yesu, anamuuliza unataka uzima? Anamwambia bwana. Yani Yesu anakuja kwenye maisha yako, unataka kubarikiwa, unamwambia bwana wanakwambia wewe, Bwana, leo nimekuja upokee muujiza wako Bwana. Niliombewa kwa mchungaji, nilienda kwenye mafuta, nilienda pale mpaka kichwa changu kimeumwa. Leo wewe Bwana sitaweza bwana. Sikiliza, usimkalili Yesu Kristo. Haleluya! Usimkalili Mungu wako, anaweza kaja na stari zingi pia, na ndio maana anaweza kaja, anasema kila mtu anapokea kulingana na jinsi ambavyo furini yake imefika. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia aje, wewe Petro pekeni tu chombo kule kilindini. Unajua Petro wakati anavua, yani yeye alikuwa ni mzoefu kwenye ziwa. Bwana, si si unajua mtu akisomea habari za, za, za jambo akalijua, si unajua mtu akijua, yani mpaka Roho Mtakatifu anamwambia Roho Mtakatifu, wewe ujue, mimi najua sana kwa kuliko wewe, haleluya. Lakini ingawa Petro alianza malalamiko, alianza kueleza, kama leo tunavyoelezea maisha yetu. Unaelezea historia, mimi nimezaliwa kule nyumbani, hakuna wa kunisaidia mimi, ni maskini, siwezi kufanikiwa. Sikiliza nikuambie, ukiwa ndani ya Yesu, lazima mawazo yako badilike, akili yako ibadilike, mtazamo wako ubadilike, ili Bwana aweze kuachilia jambo analolitaka. Akamwambia, shusha nyavu. Mimi napenda neno moja tu, akasema Bwana mkubwa, japo mimi nimeshindwa, lakini sema. Lakini hilo neno, sentensi hiyo, jamani, mimi naipenda, lakini wa neno lako. Jamani, haujaelewa ulitakiwa upige makofi lakini Yaani, Yesu, nimevua sana, nimefanya kazi sana, nimeomba sana, nimefanya mambo mengi sana, lakini bado sijafanikiwa. Ndoa yangu nimeiombea sana, bado haijabadilikiwa. Nimeomba sana watu, nimeomba sana nijibiwe, sijajibiwa. Lakini neno la Bwana linasemaje? Haleluya! Je, neno la Bwana linasemaje? Sikiliza nikuambie, ninaposoma kitabu cha Yeremia inasema, ninayajua mawazo ninayokuwazia. Haleluya! Siyo mawazo mabaya, ni mawazo mema ya amani. Ina maana kama mabaya yapo, sio mpango wa Mungu. Haleluya! Haujanielewa, utanielewa tu. Hata kama una moyo mgumu, Bwana atanguu moyo mgumu, aweke wanyama uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hivi yaani, kwa neno lako ninashusha nyafu. Yaani lile neno, hapo mwanzo kulikuwepo neno, alikuwa neno, alikuwa Mungu, alikuwa mbinguni, akaja duniani, akaumba vitu vikatokea, samaki. Na anayeongea ndiye neno, haleluya, ndiye neno. Akamwambia, sikiliza Petro, ujanijua a mimi samaki wasinge kuwepo, kwa hiyo nilipo nipo hapa, mimi najua wewe tuweka nenda, alafu nenda na neno langu uone wa kitakachotokea. Na mimi niko hapa kukwambia nenda na neno kwenye maisha yako, nenda na neno kwenye ndoa yako, nenda na neno kwenye uchumi wako, nenda na neno kwenye mambo yako, uone kama Bwana walipo wawili watatu wamekusanyika kwa neno langu, niko hapo. Ina maana neno la Bwana anasema ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza, ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kama una neno la Bwana kubadilishwa, lazima ubadilishwe. Kama una neno la Bwana kutomoa, lazima nitoboe. Kama na neno ana lazima niyeswange mpere, maana niliyembeba ana uwezo, ana mamlaka, anayo vitu, anayo enzi, ana nguvu, ana uweza, ana ana uweza, ana uweza wa kubadilisha mawe yawe mkate, wa kubadilisha hali ngumu iwe nyepesi, iwe nyepesi, iwe

araiwaware hapa, asiyefanya kazi na sile nitakula wapi? Hebu ongeza zingine hapa, hebu ongeza usiwe mchaya usiwe mchaya usiwe mchaya, weka hapa Bwana aone, Bwana aone, Bwana aone, asiyefanya kazi na sile wenye